Siku hizi dunia imeanza kutupa tafsiri nyingine ya uhuru kwamba mkitukanana sana kwenye mitandao ya kijamii ndio uhuru uhuru, eh, eh. Lakini hebu niulize, wazee watuambie, hivi huku katika mila na desturi watoto walikuwa wanatukana baba zao? Walizuiwa na naye <laughs> walizuiwa na utamaduni, si ndiyo? Walikuwa namtukana mama yao? Walikuwa wamejiwekea kanuni tu, tofauti na wademokrasia ya sasa. Watoto hawezi kusema baba naye amezidi sana, lazima tupige kura tupate baba mwingine. Hakuna kupiga kura. Hata akiwa mkorofi wanasema ah, baba naye hata akiwa mlevi anasema baba naye, ah, leo tena karudi kayanywa, lakini hawasemi uongozi wake unakoma ya ubaba. Hapo ndipo tulipoanzia, yeah. Sasa unapopanua demokrasia tena unapokuja kwenye kitu kinaitwa vyama vingi <laughs> vyama vingi vizuri sana lakini, na vyenyewe navyo vinaweza kuwa tabu sana lakini hakuna kitu kisichokuwa na taabu. Jambo kubwa ni kuweka taratibu ili vyama hivi vifanye kazi, lakini kwa kuzingatia katiba na sheria mliojiwekea. Uhuru ni kutoa maoni, uhuru ni kufata sheria, maana unaweka unaweka sheria ambazo zinafanya jamii iishi pamoja bila bila bughudha ili kuondoa mtu asimwonee mwingine. Lakini hata kutukana ni kosa la jinai. Ukisoma sheria za Tanzania, ukitukana mtu hapo mjini Peramiho atakupeleka polisi, e, nini? Kanitukana yeah. Na polisi hawezi kukuacha, waseme ele eleza, alifanyaje, alisemaje, mlianzaje, sheria. Lakini siku hizi ukisoma mitandao Eti matusi ndio demokrasia, eti matusi ndio uhuru, ha? Uhuru wa kutukanana? Sababu tumeposea njia. Tungekuwa uhuru wenyewe wa kutukanana tungeutafuta wa nini? Tulitafuta uhuru ili utusaidie kujenga watu pamoja, kuleta amani katika nchi na kusimamia maendeleo yao.